Karibu kwenye Mwalimu Wekesa Kiswahili TV. Katika video hii tunajifunza kuhusu nomino kwa njia rahisi na yenye mifano halisi kutokana na maisha ya kila siku. Tafadhali subscribe na utazame hadi mwisho ili kuelewa vizuri na kuboresha ufasaha wako wa Kiswahili. Katika Kiswahili, nomino ni maneno yanayotaja majina ya watu, wanyama, vitu, mahali, sifa au mawazo. Zipo aina kuu sita za nomino moja, nomino za kawaida. Mbili, nomino za kipekee. Tatu, nomino za jamii makundi. Nne, nomino za kitenzijina. Tano, nomino za dhahania. Sita, nomino za wingi. Asante kwa kutizama video hii. Je, ungependa ni kuandalia somo lipi? Subscribe na utoe maoni kuhusu kile ungependa tusome kwa pamoja.